ya bwana leo Simba wamekata tiketi ya kwenda fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa ujumla ulikuwa umewaonaje uwanjani? Yaani, kwa kifupi, hebu zungumzia mchezo, ukitazama, uh, pesti ya dakika 15 za kwanza Simba walikuja kwa kuplace ya kwamba wao ndo wapo ugenini, I mean wao wako nyumbani kama wanatafuta matokeo, lakini ilipofika dakika 30 ambeni 25 kuelekea dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba wakawaheshimu Stellenbosch na wakawa wanacheza mpira wa kawaida, lakini pia kuwa makini kwenye eneo lao la ulinzi kitu ambacho uh, binafsi uh, mwalimu pamoja na wachezaji unaweza kusema kwamba kwenye maisha yoyote kila sehemu lazima iwe ni process. Ukitazama leo namna ambavyo Simba amecheza ugenini, yani unaona kabisa ni timu ambayo ilikuwa inahitaji na kitu, lakini wamekutana na timu ambayo pia ilikuwa inatengeneza nafasi. Lakini umakini wa Simba kwenye eneo la kujilinda obviously umewafanya kuwa, makuwa, kuwa kuwa salama mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza lakini uh, advantage ya mchezaji kama Kibu Dennis na Elie Mpanzu, nimekuwa nikizungumza always, ukiwa na Elie Mpanzu upande wa kulia, ukiwa na uh, Kibu Dennis upande wa kushoto ni wachezaji ambao wanakupa uhakika uh, wa energy unapokuwa na mpira kwenye kuanzisha mashambulizi, lakini pia kwenye kumiliki eh, mpira ndozama Elie Mpanzu light kama angekuwa na uh, umakini zaidi na utulivu kwenye eneo la eh, kwenye eneo la, la, la, la, la mpinzani angekuwa anatengeneza nafasi nyingi sana, lakini anapata advantage mwalimu, kwa sababu ni mchezaji ambaye kwa mwalimu yeyote ambaye anakuwa ni opponent wako, anapokuwa anamtazama mchezaji kama Elie Mpanzu au Kibu Dennis so far, lazima awakumbushe wachezaji si wake kila saa, kwa namna ambavyo anahitaji kuongeza umakini. Ukitazama faulu nyingi ambazo Simba amekuwa akizipata, amekuwa akichezewa Elie Mpanzu, si kwamba ni amekuwa akibahatisha no. Uh, ukiangalia mechi ya kwanza, goli ambalo Simba lilipata goli la Jean Charles pale Zanzibar, ni faulu ambalo alichezewa Elie Mpanzu, lakini leo hii pia ametengeneza uh, faulu hivyo hivyo kwenye cycle ile ile ya eneo la Stellenbosch. Hii ni uh, kwamba Simba msimu huu hawakukosea uh, kukana Elie Mpanzu kwenye kambi yao aliyo kwamba hachezi, na kuna kitu ambacho atakuja ku atakuja ku request kwenye timu yao na atawafanya kuja kuwasaidia. Na mimi nikuambie ukweli, so far tangu kurejea kuingia kwa Elie Mpanzu kwenye kikosi cha uh, Simba kuna improvement, lakini kuna mabadiliko hata kwenye aina ya uchezaji pindi ambapo Simba wanapoondoka eneo la katikati kwenda kwenye eneo la mpinzani lakini pia approach ya mwalimu uh, katikati kwa uh, kucheza na uh, Fabrice Ngoma, Yusuf Kagoma, lakini eh, superb sana. One of the best Tanzania tumebarikiwa kwa sasa uh, kuwa na fullback eh, wa maana sana katika eneo la katikati. Mimi sijajua, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda uh, walimu wetu wa timu za taifa so far watakuwa wanapata uh, wanapata unasema wanapata kitu kama i mean kwamba yani watakuwa wanapata uhuru zaidi kutumia uh, ma ma center back eh, nikiwa namzungumzia Abdul Razak Hamza amefanya kazi kubwa kwenye utulivu, hali ya juu. Unaona kabisa, kama umefuatilia, sijaona hata faulu moja ambayo ameicheza Abdul Razak Hamza katika huu mchezo wa leo, akiwa anakutana na, na opponent hii. Ni kuonesha kwamba ni ukomavu, lakini pia kucheza yeye pia soka South Africa Uh, kumemfanya kuwa na confidence zaidi kwamba niko katika ardhi tu ambayo nimeshadumu lakwa hivi, lakini pia ni mara of course ya kwanza kama sikosei kucheza michuano kama hii katika hatua kama hii, lakini ameonyesha improvement kama mchezaji ambaye ni, I mean, ukasema sio mchezaji local ni international player, lakini namna ambavyo anacheza inakuonesha kwamba ni mchezaji ambaye ni mkomavu, lakini pia anafanya jitihada uh, binafsi, unajua sometimes unaweza ukawa bora lakini wewe mwenyewe ukadrop kutokana ukawa na over confidence lakini ukashindwa kufuata maelekezo kadri siku ambazo zinaenda vindi ambavyo unapokutana na walimu tofauti tofauti. Pamoja na yote uliozungumza, Simba kwenye mchezo wa hii leo wanaonekana hawakuwa vizuri sana, ukiangalia mechi zote ambazo wamecheza kuanzia ile mechi ya awali e, mechi za makundi. Pengine hii mechi ni mechi ambayo hawajafanya vizuri kabisa, kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 on target moja Eh, uh, unaona kutokuwa kuna mafanikio makubwa sana kwenye mechi ya fainali hususan, watu wanategemea kingine, akipita belkani, itakuwa ni hatari zaidi kwa Simba. Yeah, of course. Lakini kila kitu, kila mechi inakuwa na plan tofauti na approach tofauti. Tutazama Simba lazima umheshimu kwanza mpinzani. Kama unakumbuka mechi ya Zanzibar Simba alishinda goli moja, wachezaji hawakufurahi. Walijua kabisa tutakuwa na mechi ngumu wapi, South Africa kule Durban, zidi ya kwa hiyo hapo tu inakukumbusha kwamba tunahitaji umakini, kama hatuna haja ya kwenda sana na kutengeneza nafasi tulinde hiki ambacho tunacho, ndicho ambacho tunakizungumza sasa hivi. What if kama uh, Stellenbosch wangepata bao, manaake uh, Simba angeanza kusema nilishindwa kutumia advantage ya nyumbani, lakini umakini wao umewaonyesha kwamba Uh, wanahitaji kutulia, wanahitaji kuzuia zaidi sehemu ambazo eh, Stellenbosch watakuwa wanataka kupita, lakini pia tuhakikishe kwamba tupotezi mipira ovyo, tunapokuwa na mpira tucheze, tufike eneo la mpinzani. Lakini wamekuwa wakifika wa, wa, wa, wa kwa kwa nafasi nyingi ambazo Stellenbosch ametengeneza ni mipira mirefu ambayo walikuwa Simba idadi kubwa hapo eneo la katikati kwenda eneo la mpinzani ni mwishoni mwa msimu. Ni, ni mechi ambayo inafuatiliwa na Afrika kwa ujumla hapa pia, wakauzwa, au mikataba Simba anaweza kupruvu na anaweza kacheza tofauti kabisa na vile ambavyo watu wanategemea, kwa sababu ni mechi mbili ambazo kama ukicheza vizuri zinabadilisha maisha yako yote. Ndio hii tunamzungumza Yusuf Kagoma wakati anasajiliwa, wakati pe, eh, Deborah Fernandez Mavambo anaanza kupruvu katika kikosi cha Simba, watu walikuwa wamfikiria Yusuf Kagoma amecheza vizuri, ameaminiwa na mwalimu Fadul Davids. Anaanza kwenye michezo mikubwa, anacheza mechi ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, anafanya kazi yake vizuri eneo la katikati akishikiana na Fabrice Ngoma, lakini hivyo hivyo pia, anamweka nje mtu kama Deborah Fernandez Mavambo. Kwa hiyo naamini mchezaji yoyote siku hiyo katika hiyo mechi kwa sababu unaweza ukamtegemea Elie Mpanzu, hata ifa asipamka vizuri. Kuna Ladak cha Zambia, kuna Joshua Mutale, kuna Duchu, lakini hapo hivyo hivyo pia. Unaweza siku ukasema umetengeneza plani yenu kukutana na surprise nyingine ya tofauti. Kwa hiyo mimi naamini Simba ah, palipofika wanastahili pongezi kubwa, kwa sababu kumbuka msimu huu Simba, wachezaji ambao walikuwepo kwenye kikosi hiki cha Simba ambacho kinaanza ni wachezaji wawili tu, kama sikosei, ni eh, Shabalala I mean yes, Shabalala Kapombe, pamoja na Chimaloni. Chimaloni mwenyewe sasa hivi ameanza baada ya kupata majeraha marefu, akichomoka la bando, ameanza kuingia. Kwa ukiangalia wachezaji takriban wasiopungua nane kwenye kikosi cha Simba wote ni wachezaji wageni ambao wanakuja kutengeneza, yes na kibu dene sofa. Kwa ukiangalia ni wachezaji ambao wengi ni ingizo jipya. Kwenye timu yoyote, unapokuwa na ingizo maingizo mapya, mwalimu aupewi plani ya msimu mmoja ni kufika ni timu ambayo wanaanza kuitengeneza, naamini kama msimu huu Simba wataenda na timu hii msimu unaofuata na wakafanya maboresho baadhi ya maeneo. Mimi si kwamba itakuja kuwa na timu ambayo ni tishio, lakini pia itakuwa timu ambayo tayari ina muunganiko. Mwalimu ameshajua nini anachotakiwa kufanya. Wapi aboreshe, wapi atengeneze zaidi, pawe imara na anaweza akajafanya vizuri zaidi msimu unaofuata na, na wakafika mbali zaidi kwenye michuano ya kimataifa hata katika CAF Champions League. Kwa sababu kwenye kombe la shirikisho tayari wamesha prove na wao uko fainali. Kilichobaki sasa hivi ni wao kwenda kucheza fainali yao vizuri, kusubiri mshindi kati ya Constantine pamoja na Messi na uh, RS Berkane. Basi kwa dakika moja yes. tu na hitaji kujua yeah. E, Simba wataanzia ugenini yeah. Atujui atakutana na nani, yes. kati ya Bilkane na Konstantini mm. Kuna faida yoyote kwa Simba kuanzia ugenini? Yani hahitaji kupepesa macho uh, kuanzia ugenini manake Simba wanapata wana, wana, wana advantaji kubwa sana. Wakati Simba kule akapata sare ya bila kufungana au sare ya moja moja, mi natamani Simba ashinde ugenini au apate sare ya, ya magoli sababu yake itakuwa ni advantage. Ah, lakini sare ya bila bila maana yake ngoma ni ngumu. Home ground maana yake tukiruhusu bao yanakuwa ya Ahly na Mamelodi kwenye michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo ni wao Simba sasa kuchanga karata zao vizuri. Haturuhusu goli lakini tukipata nafasi na na tatu tu tumetumia moja iko kwenye, iko kwenye nyapo. Na hicho ndicho ambacho timu zetu inakosa na hii hatua ambayo Simba amefika ni hatua ambayo haihitaji kutengeneza na na na na eh, na na nafasi kumi zote ukashindwa kuzitumia. Inahitaji nafasi mbili tu kuhakikisha umetumia moja ama umetumia zote kuweza kubadilisha scoreboard. Kwa hiyo ni advantage, na mimi mpaka sasa hivi ukitazama hatujajua kwa sababu ni football, lakini RS Bekano ana advantage kubwa magoli manne, eh, kwenda kupoteza Algeria lote linaweza likatokea, lakini kwangu mimi si hivi nafasi Constantine. Mimi naamini mnyama asilimia tisini na tano na nafasi kubwa ya kwenda Morocco, kwenda kuanza eh, finali yake ya kwanza na kama mnyama atachenga karata zake vizuri, yani hapa ni kuchanga karata vizuri wachezaji kisaikolojia bwana. Hii ni mechi. Tusiche, wasiende kwa kujilinda, kwa sababu tupo wageni, tuna mechi tuna moja nyumbani. Ni kitu ambacho wanatakiwa wasahau, wacheze kama mechi moja, wacheze imebaki ile, wakiwa wanaamini kwamba tukipata matokeo chanya hapa, matokeo chanya nyingine nyumbani, ubingwa msimu na, ni maoni hayo, e, kuelekea kwenye mechi ya fainali lakini kubwa zaidi e, kwa sababu Simba amekata tiketi ya kwenda fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa karne e, ya ishirini na moja ikiwa ni mara ya kwanza.